Yes, bana, karibu sana ndani ya kona ya michezo Balabala TV. Kama ndiyo kwanza unaangalia video hii ndani ya chaneli yetu Balabala TV, usisahau kubonyeza neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata taarifa hizi za kimichezo punde tu zinapokuwa zinatoka. Kumbuka yapo matukio mengi kweli kweli, ambayo yanaendelea kuwa na mjengo wa maswali mengi katika vichwa vya mashabiki lakini pia anaibua hisia nyingi sana moyoni, lakini pia maneno yanaendelea kuwa mengi sana midomoni. Wapo wanaonena, wapo wapo wanaozungumza wengine ni kupitia hoja na uhalisia juu ya kila ambacho kinaendelea lakini tukumbuka yote ambayo yanaendelea kuchukua nafasi ni yale ambayo yanafanya ulimwengu endelee kushangaa kwa kila ambacho kinaendelea kutokea kwenye mpira wa Tanzania sasa hizi ni miongoni mwa jeuri tatu ambazo zimewahi kufanywa na timu ya wananchi ya Africans toka iweze kuanzishwa mwaka 1935 Jeuri ya kwanza iliweza kufanyika msimu wa mwaka 1976-77 ambapo Young Africans sita na iliamua kubomoa au kufumua kikosi chake chote kwa kufukuza wachezaji wake. Hii ni baada ya hasira kubwa walioipata viongozi wa Young Africans wakati huo, baada ya timu yao kufungwa na mtani. Uongozi wa Young Africans uliweza kuchukua hatua au maamuzi ya kufukuza wachezaji wote na kuchukua wachezaji wa timu ya pili kwa maana ya kikosi B na kusajili wachezaji kwa ndani ya muda mfupi kwa ajili ya kupata kikosi kipya. Hiyo ni jeuri ambayo ilifanyika na ni hasira kwa sababu ilikuwa ni Nyerere Cup kombe ambalo lilikuwa limeanzishwa kwa ajili ya kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, okay. Na viongozi wa Yanga kwa hasira waliokuwa nayo wakaamua kufumua na kufukuza wachezaji wote hasira. Na jeuri nyingine iliyoweza kujitokeza miongoni mwa miaka hivi karibuni ilikuwa ni Mei nane mwaka elfu mbili na ishirini na moja wakati Young Africans wakiwa ni wageni wa mchezo waliweza kugomea mchezo huo dhidi ya watani wao Simba Sports Club, na hii ni baada ya mamlaka kwa maana ya shirikisho na bodi ya ligi kusogeza muda bila kuwapa taarifa ya mapema. Mchezo ulikuwa umepangwa kufanyika majira ya saa kumi na moja jioni, lakini mamlaka iliweza kusogeza mchezo huo mpaka muda wa saa moja jioni. Sasa Young Africans ni miongoni mwa jeuri nyingine, kupitia mamlaka, taasisi na uongozi walionao, waliweza kugomea mchezo na kuweka msimamo thabiti, na mchezo huo haukufanyika, ukapangiwa tarehe nyingine. Lakini pia hivi karibuni imetokea gumzo baada ya mchezo kwa ili wa Machi nane huo ulikuwa unahusu Simba Sports Club, ambao ambao ambao waligomea mchezo mchezo mchezo huu, lakini jeuri jeuri hii hii inakuja kutokea kutokea miongoni mwa jeuri kubwa ya ya ya ya ya ya tatu kufanyika au kuwahi kutokea kwa kwa kwa kwa Young Africans. Hii ni baada ya wao tena tena kugomea kama kwa kulipiza kisasi tarehe ya mchezo ambao imepangwa tena na mamlaka, kwa maana maana ya bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira, kwa maana ya TFF ambao mchezo huu ulikuwa umepangwa hivi karibuni kufanyika tarehe 15 Juni mwaka 2025. Sasa Young Africans wameweza ku kutoa takribani karibia barua mbili kuwajibu bodi ya ligi pamoja na mamlaka kwamba watu husika katika mchezo huo wakidai kutoa ripoti au kupewa ripoti ambayo awali mamlaka ilisema inaifanyia kazi kwa ajili ya yale yote yalojitokeza ikiwepo kuvunjwa kwa taratibu za kiusalama kabla ya mchezo, ambao ni sababu mojawapo ambazo zilipelekea Simba Sports Club kugomea mchezo huo, lakini pia sababu ndogo ndogo ambazo ziliorozeshwa ikiwemo rushwa. Sasa Young Africans wanadai ripoti hiyo ndio baada ya ripoti hiyo kutolewa na kile ambacho wamedai kwamba hawana imani na bodi ya ligi pengine bodi ya ligi kuvunjwa, ndipo ambapo wataweza kushiriki katika mchezo huo. Sasa yapo maswali mengi sana, na wapo wanaozungumza mtaani juu ya hatima ya Africans, kama hawatoenda kwenye mchezo huo wataweza kuporwa alama 15, lakini pia kulipa faini ya milioni tano. Ikumbukwe tu kuporwa kwa timu kwa maana ya pointi, kuna sababu ambazo zinatakiwa au vigezo vinatakiwa kufuatwa. Kwa mfano, pre-match inabidi ifanyike kati ya wenyeji wa mchezo wageni lakini pia na commissioner wa mchezo na kikosi kizima ambacho kitakuwa kimeteuliwa na mamlaka kwa ajili ya usimamizi wa mchezo mkubwa kama huu. Sasa Yanga hatohusika kwenye primechi, lakini kumbukwe tu Yanga akiwa kama wenyeji wa mchezo ndio ana mamlaka ya kupanga mchezo utafanyika wapi, kwenye kiwanja kipi na kwa muda gani. Sasa paka kufikia leo hatima bado haijulikani, lakini pia Simba wamekuwa wakidai viingilio kutajwa ili mashabiki wao kuweza kuchukua tiketi mapema kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yao. Ikumbukwe tu kwa mara ya mwisho Simba Sports Club kushinda mbele ya Africans ndani ya ligi kuu ilikuwa ni msimu wa mwaka 2023, yale mabao mawili kama kwenye kumbukumbu kumbu iko vizuri, goli la kwanza likiwa limefungwa na Heno Kinonga Baka, lakini la pili ni Kibu Prosper Dennis. Usimkatie mtu tamaa. Kutokea hapo mpaka hii leo tunavyozungumza, Young Africans wamefanikiwa kuchukua au kukusanya alama tatu tu na kukusanya alama moja, ni michezo ambayo imeweza kuwapatia Young Africans matokeo alama tatu, lakini pia sare. Sasa kwa ipi ni hatima juu ya kile ambacho kinaendelea hayo yote bado yamekuwa gumzo, lakini timu ya wananchi Young Africans ni timu ambayo kimaamuzi inaonekana huwa ina maamuzi ya jeuri, unaweza ukasema hivyo, na huwa inahakikisha hiyo jeuri inatimia. Miongoni mwa jeuri hizo mbili, ile iliyotokea mwaka 1977 tayari ilishatokea na ilifanyika hivyo, na uongozi ulikuwa thabiti na ulikuwa na msimamo, ilifanyika hivyo pia. Msimu wa mwaka 2021 kugomea mchezo wa Dabi, lakini hii ni na kile ambacho kinaendelea, ni miongoni mwa jeuri ya tatu ambayo inaendelea kutajwa na vyombo vikubwa tu au wafuatiliaji wakubwa wa football. Sasa hii jeuri itakwenda kutimia ndicho ambacho kile ambacho kinasubiriwa kwa maamuzi ambayo yatachukua ya eza maamuzi ya busara hi e za mamlaka au kupitia kanuni na sheria katika swala la maamuzi. Hii hapa ni kona ya michezo ndani ya Balabala TV. Usisahau kubonyeza neno subscribe kama ndio mara ya kwanza unaangalia video hii, lakini pia usisahau kunifollow pale tito pamoja na Instagram, jina ni moja tu don underscore balabala 12. Latest updates we take everything into account.